Kwa majina naitwa Hassan Omari Ali, meneja wa uwanja wa CCM Kirumba. Ah, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa bodi ya ligi kwa kile tulichokiomba mara ya kwanza na wametufanyia mara ya kwanza. Tuliomba barua kwamba ya, kutu, ya kutujulisha kitu gani kilichofanya uwanja wetu ufungiwe nadhani baada ya kufanya kikao na waandishi mheshimiwa mkuu wa mkoa aliomba ili jambo waje watume kwanza barua na waje kukagua uwanja wetu, kuna kosa gani ambayo limefanya mpaka uwanja ufungwe. Tunashukuru Mungu, barua imetumwa juzi na imetuonyesha sehemu gani zina mapungufu, kama mnavyoona Ilituambia technical benchi nadhani walichukua details za nyuma ambazo zilikuwa zimefanyaje zimeshapita, lakini tunashukuru Mungu, ili jambo tulishaligundua bado mapema na tukatengeneza technical benchi za kisasa kabisa, zenye siti nyingi kuliko technical benchi za, naweza nikasema ni uwanja ambao una technical bench zenye siti nyingi zaidi kuliko viwanja vingine vya, vya jirani zetu, kwa maana ya kwamba Tabora wapi umeona lakini la pili, barua ilielekeza kwamba kuna sehemu baadhi ya pichi, kuna sehemu zinakuwa zina matundu, zilikuwa zina matundu matundu, wakasema tuzi tuzirekebishe. Kama mnavyoona kule, tumeshanua nyasi na tayari tunaziweka na kila kitu kinaenda sawa, pamoja na mabenchi ya pale juu VIP, kwa ajili ya watu walikuwa wakikaa, kuna wengine walikuwa hawaoni hawaoni mbele kwa sababu, mheshimiwa anapokuja pale mgeni rasmi anapokaa mbele, wengine walikuwa wakisimama kule nyuma ili waone mechi inayoendelea. Lakini sasa hivi nadhani kila kitu tumeshakiweka sawa. Tunawakaribisha bodi ya ligi waje kukagua tena kwa mara nyingine, watuambie tena sehemu gani na mapungufu. Lakini tuna imani mapungufu yote tunayafanyia kazi, kama mnavyoona uwanja unapendeza kwa sasa, kila kitu kinaelekea sawa. Kwao niliwapa taarifa wananchi wa Mwanza watulie, na sasa hivi wametulia na wana, wanaona sasa hivi kitu gani kinachoendelea.